Ukijua umekombolewa, ukijua wema uliotendewa, ukijua ndipo unatumika kwa furaha. Mfanyieni shangwe dunia yote, na mtumikieni kwa furaha. Maana yake ukikombolewa, unatumika zaidi. Na pia ukiwa yani, utumishi wa kupenda. Ndio nilikuwa natoaga ule mfano wa kijana, alikuwa hataki kuchana nywele, mama yake anamhimiza, baba anamhimiza, hachani nywele, anafanyiwa yote, hachani Siku moja mama akamuona kijana ameoga, amefasi nguo, amechana nywele, kila kitu. Mama anashangaa, kumetokea nini? Anakuja kuchunguza, jirani kumetokea, wamehamia, familia ina mabinti wazuri. Pointi yangu ni kwamba kuona tu mabinti wazuri, akachana nywele. Hawajamwambia chana. Nini kinachoendelea hapa? Kupenda kuna nguvu, yaani kupenda kuna nguvu. Tumeshampenda Mungu. Ukiona mtu anabishia bishia amri za Mungu, hajampenda huyo mm.